Wilaya ya Muleba mkoani Kagera ni miongoni mwa wilaya zinazoendesha uchumi wake kwa kutegemea shughuli za uvuvi, kwani asilimia zaidi ya sitini ya mapato yake yanatokana na uvuvi. Licha ya ukweli kwamba bila uvuvi Muleba ingekuwa chini kimapato, ambapo kwa mwaka zaidi ya shilingi bilioni nane zinakusanywa, lakini wavuvi hao wanalalamika kutokana na kufanya kazi katika mazingira hatarishi hivyo wanaiomba serikali wajengee magati ya kuegesha vyombo vyao na kujengewa sehemu za abiria. Wametoa malalamiko yao mbele ya bodi ya wakurugenzi ya shirika la uwakala wa meli Tanzania, TASAC wakati walipofanya ziara katika mialo mbalimbali ya mkoa wa Kagera ambayo ni Nyamkazi, Lwazi na Magarini, na kwamba wamekuwa wakitoa vilio vyao bila mafanikio. Kijiji Lwazi kina wakazi zaidi ya laki moja na nusu kwa hiyo wanategemea huu mwaro kupata riziki wakinamama nadhani nyie ni mashahidi mnaona wao wanahangaika hapa wanapika ndizi nina, nini kwa hiyo tunaomba tu tunaomba serikali au wageni watu ambao wamekuja kwenye mwaro wote wa Rwazi watuangalie kwa jicho la huruma ili tuweze kupata gati hapa panapitwa zaidi ya watu mia mbili kwa siku lakini mvua ikiwa inanyesha mnaona hakuna mahali pa kujikinga au kufikisha mizigo yao kama ni dagaa zinanyeshewa mvua kwa hiyo tunaomba tujengewe eh, nyumba za wasafiri na mahali pa kujistiri ukipokea watu 200 hapa watu wakakojoa bure ovyo ovyo inawezekana ikapata magonjwa ya mlipuko tunaomba mialo yote labda mwalo unayojengwa ni kiamku hiki kidogo na Kemondo lakini kamgaza Lwazi mnavyoona ni mialo hatarishi. Tunapata tabu wakati wa upepo, kuna muda mitumbu inahamishwa kwa sababu ya upepo na hali mbaya ya ziwa kiujumla. Kwa hiyo tungependa serikali ya mama iweze kututengenezea gati ambayo itaweza kutuvusha katika mazingira kama haya mabovu kidogo, na tuweze kupata vifaa ambavyo kidogo ni vya kisasa zaidi ya wilaya lakini serikali kuu wana taarifa juu ya hili na sisi tumetenga bajeti kwa ajili ya ujenzi wa hivyo, wa, hivyo, wa, hivyo, wa, hivyo, wa hivyo vivuko kwa ajili ya wananchi wetu. Kwa sasa tuna, tuna wanaendelea kupata shida kidogo, lakini eh, kwenye bajeti hii inayoendelea tuna fedha ambazo tunazipeleka huko kwa ajili ya a kujenga, kwa kujenga hizo, hizo gati. Sisi tumeyachukua malalamiko yao kwa ujumla wake, kwa sababu yanafanana Kienda kutengeneza gati, likishaboreka ile li gati likawa zuri, maana yake pia utengeneze sehemu ambayo watu wataweza kuwa wanajisaidia. Haya ni mambo ambayo yanaingia kwenye corporate social responsibility. Pale ambapo bajeti ya mwaka e haijatengwa kujenga bandari ya kudumu, basi iwezekane kutengeneza japo e bandari ndogo ambayo itaboresha usalama wa watu na mizigo yao.